Bado hajatoa um, kwa umma, lakini uh, inategemeana ina pia na utetezi wako binafsi, wewe unajieleza vipi, maelezo ma, yako yamekaa vipi utetesi, na sheria yako wakoje, unajitetea inawezekana. Hata kama inasemekana mmefanya makosa ndio, lakini ukipewa nafasi ya kwenda kujitetea, ndio hapo sasa una uwezo wako wa ku, kujieleza pale umekaa vipi. Lakini tunawasaidiaje mameneja hao wa habari jemedari, wanasaidiwaje vijana? of course yeah of course vijana na kwanza wanapaswa kujisaidia wenyewe sana, ndio kwa kufuata utaratibu. Najua kuna kitu kimoja mimi nakiona ndio, maafisa habari walikuja baada ya kuondoka kwa waliokuwa wanaitwa makatibu wenezi. Ndio katibu wenezi ndio walikuwa wanafanya kazi ya afisa habari, lakini kwenye mabadiliko ya iliyoletwa na, na, na, na FIFA e, kuna kitu kilikuwa sio azimio la Bagamoyo, ilikuwa inaitwa ndio, likaondoa hao maafisa habari likaleta hizi kama hizi, zikaleta hii mifumo mipya yote hii ndio iliyoletwa, hizi kamati za kamati, zote tunaziona hizi kamati ya kama hivyo kamati ya sheria maadili, kamati sio maadili, yeah, kamati sio ya vijana, sio hizi kamati, hmm, zileta mfumo huu uliletwa na ilo azimio la Bagamoyo, na sasa wakasema kwamba sasa watakuwa wanaajiliwa maafisa habari ambao watatokana na waandishi wa habari. Sawa, sasa ukishakuwa mwandishi wa habari, unajua ethics ya mwandishi, unakuwa ni professional eh, unakuwa ni professional. Sasa jemedari, mimi ni, hey, ni, yeah. ni kustofisha kidogo, nilikwambia mwanzoni tunamtafuta aliyewahi kuwa kwenye hiyo nafasi Jerry Muro. Ee, na hivi sasa nimeshampata kwenye line Jerry, habari za asubuhi naam. Tuko na, na, na wewe live kupitia Crown Sports Jerry, na moja ya mjadala wetu hapa ni juu ya taarifa za awali ambazo tumezipata za kufungiwa kwa msemaji na afisa habari wa klabu ya Yanga eh, Ali Kamwe miaka miwili. Taarifa za uhakika kabisa kutoka ndani ya kamati tunasubiri taarifa kubwa kabisa ya press, lakini tumekutafuta kushiriki mjadala huu na wewe, umewahi kuwepo kwenye nafasi hii Yanga inaonekana kama wanaopata nafasi hii wengi we wamefungiwa, ukimwondoa eh, Dismas ambaye pale lakini akukutana na shida kama hii. Tatizo ni nini kwenye idara hii ya habari pale Yanga, na je wewe umekwepo kwenye nafasi hii? Changamoto ya kusemea club ili kupi, kutopishana na kamati hizi za TFF. Shida inakuwa ni nini zaidi Jerry? Ya, cha kwanza Nawashukuru sana kwa kunikaribisha kwenye huu mjadala kwa ajili ya maendeleo ya mtaa wetu <laughs> Nianze kwa kusema siamini na sitakaa niamini kama TFF kupitia kamati yake inakwenda kumfungia Ally Kamwe kama hizi tetesi zinazosemwa. Ninataka kuamini huenda wana preempt jambo kuangalia perception ya, ya mapokeo ya watu lakini twende kwa mtazamo wa kwanza, kwamba ndio wanamfungia. Maoni yangu, kama kuna jambo ambalo TFF inapaswa kulitazama ni hili la kuanza kuwaandama wasemaji wa vilabu na haswa klabu ya Yanga kwa taarifa niliyonayo na ninayoifahamu amefungiwa Hassan Bumbuli, amefungiwa Antonio Nugaz, nimefungiwa mimi Jerry Muro, amefungiwa Haji Sunday Manara am, na sasa wanataka kumfungia Ally Kamwe. Watu watatu katika kipindi ambacho, watu watano katika kipindi ambacho akizidi miaka mitano, kwa hiyo ni wastani wa kila mwaka wanamfungia mtu mmoja wa Yanga. Sasa sitaki kusema kwamba hawa wanaofungiwa wamefanya makosa kuliko wengine. Hoja yangu ninayotaka kusema na kama nakosea, naomba mnisahihishe, cha kwanza, wasemaji ni sehemu ya familia ya